Namwona makamu wa rais wa Yanga Arafat Haji mjumbe kamati utendaji Alexander Ngai, uh, Rogers Gumbo na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi uh, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Yanga uh, andu mtini uh, kikao kimemalizika, nini kimejiri ni kitu ambacho hado hatujakifahamu, labda uh, wanacheka kama ambavyo waliingia uh... Tutafahamu kujua nini ambacho kimeendelea kwenye mkutano huu mm. kuhusiana na mchezo wa dabi. Tunasubiri kujua ambacho kitaendelea, kipi ambacho kita uh, uh, kimejiri kwenye mkutano huu wa Bodi ya Ligi na Yanga. Ukumbuke Uh, ajenda hazikuwekwa wazi juu ya mkutano huu, lakini ni dhahiri shahiri ni mkutano ambao ulilenga juu ya hatima ya mchezo namba 184 wa kiporo cha watani wa jadi kati ya Yanga na Simba ambao awali ulikuwa upangwa kuchezwa uh, Machi nane, ukahairishwa mpaka Juni 15, ambayo ni tarehe mpya ya mchezo huo, lakini licha tare ya tarehe mpya kupangwa Yanga iliendeleza na msimamo wake kwamba haitocheza mechi hii. Kwa hiyo pengine kikao hiki ndiyo kinalenga labda kujua hatima ya mchezo huo, na sasa ni viongozi wanatoka, naona gari ya Makamu wa Rais wa Yanga Arafat Haji ikisogea kabisa na geti lile ili aweze kusogea, pengine huyu ndio atakuwa na, anaondoka na andi mtin, kwa hiyo tutajua nini ambacho kimeendelea. Uh, tutajaribu ku, kupata mawili matatu kutoka kwa viongozi hawa ili tuweze kujua nini ambacho kimeendelea. Uh, yeah. Tuta, tutamsimamisha kidogo hapo. Yeah. Yeah. Uh, uh, Tuko naye Arafat Haji hapa. Yeah. Oh. Yeah. So, yeah. Makamu wa Rais, habari yako? Salama, salama. Pole pole pole na pole na kikao kirefu. Asante sana. Labda ni nini ambacho kimejiri, nadhani sasa utakuwa unajua agenda ilikuwa ni nini? ulikuwa ni wito wa kuzungumza yes. Na sisi kazi yetu ilikuwa ni kuwasilisha kile ambacho wanachama, washabiki na wapenzi wa klabu ya Yanga wamekitaka yes. Na ndio kilichowasilishwa kwao, asanteni sana, hakuna cha ziada zaidi ya, zaidi ya hilo. Ni, ni mchezo namba 184 tumekwenda kuwasilisha yale ambayo wana Yanga wanayataka asanteni sana kwamba hamtacheza mechi? Hatujawahi kusema kama tunacheza mchezo Naam, ni viongozi ambavyo wa Yanga wanaondoka hapa katika uh, ofisi uh, hizi za Bodi ya Ligi kabisa baada ya kikao chao kukamilika juu ya mkutano huu na Bodi ya Ligi, wako wengine wanaendelea kutoka uh,